Najua dera ni ya nini, niliwaambia sitawaambia sasa hivi. Lakini nakwambia, bila kudanganya, dera is very dangerous. Dangerous kushinda hiyo skati ha? Dera tafuta mtu yote ambaye amevaa dera aketi tu hivi, si ameketi, utakuta hiyo dera imelala hivi, imemchora tu paja lake na nguo. Naongea ukweli Ukaaba, leo nimewaambia, na wengi wanavaa bila nguo yote ndani, so that anywhere they can do anything anywhere. Mungu aliniambia mpaka nikafunga macho nikasema dera, Mungu. leo najua nitakosana na wauzaji kama wote, watanichapa kwa TikTok. Dera dera ni free, unanitaka wapi Iyo kona nyingine nakuja, wala si wote wanaoivaa ni makaaba, lakini wengi wanaivaa na hawajui ni ya nini. Yule kijana ameivaa because anapenda football na anapenda kuwatch na anapenda hiyo nguo, si ndio? Msichana wangu, do you play football volleyball? So do you play football? Yes. So ameivaa but Are you playing professional football? No, no. So hiyo nguo huyu ndugu hata afanye biashara mpaka aende Amerika, atakuwa anafanya kazi ambao si yake, kwa sababu hii nguo ni ya Injili.